Ili uwe mshindi kwenye jambo ambalo umechagua kulifanya, hakikisha unajiambia wewe ni mshindi kila siku. Kumbuka, wewe ufanikiwa kwa sababu maelfu ya watu wanaamini wewe utafanikiwa, bali wewe unafanikiwa kwa sababu ndani ya moyo wako unajiambia utafanikiwa. Kwa hiyo, ili uweze kufanikiwa kwenye jambo ambalo umechagua kulifanya, amini ndoto yako, amini kipawa chako amini kipaji chako amini ujuzi wako, hakika utafanikiwa, bila kujali maelfu ya watu hawataamini kwenye kipaji chako, bila kujali maelfu ya watu hawataamini kwenye kipawa chako, bila kujali maelfu ya watu hawataamini kwenye ndoto yako, bila kujali maelfu ya watu hawataamini kwenye malengo yako. Hakika utafanikiwa kama utaamini kwenye kila ambacho wewe unakiamini Kwani ufanikiwa kwa sababu maelfu ya watu wanakwambia wewe utafanikiwa, bali unafanikiwa kwa sababu ndani ya moyo wako unajiambia utafanikiwa. Bila kusahau mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asanteni sana kusikiliza, na Mungu awabarikini.